Kama nchi hii watu ni kufanya vurugu, wangefanya wakati wa Nyerere. Mimi nimeona tawala zote hizo kwa umri wangu, pamoja Nyerere nilikuta mwisho mwisho sana, lakini nilikuwa na akili naona, kwa sababu kinaambia matukio ambayo niliyaona kwa macho yangu, wakati wa Julius Kambarage Nyerere nakuhadithia na, na nimeyaona sisi, kipindi hicho nyinyi watoto wa elfu mbili labda mtojua, ndo maana mwadaiwa sana, ndo maana mnapodanganywa mwadanganyika sana, kwa sababu mmeona tawala labda ya, ya Kikwete na kuja huku mbele lakini sisi tulioona zote twajua kuna nini kwenye nchi hii. Wakati Julius Kambarage Nyerere yuko kwenye utawala wa karibia miaka ishirini na nne ametawala nchi hii karibia miaka ishirini na nne hali ya kiuchumi Tanzania ilikuwa mbaya mbaya haijawahi kutokea na sidhani kama itatokea. Ndiyo kipindi ambacho naweza kusema ndio kipindi kibaya kuliko awamu zote. Naweza kusema hivyo kwa sababu niliishi. Kwa nini niseseme ndio awamu iliyokuwa mbaya? Wakati ilikuwa kilo moja ya unga wapangajiwe, leo Ijumaa unga utakuja Jumatano. Kilo moja ya unga kwenye duka la ushirika. Nyinyi vijana elfu mbili, mshawahi kuyaona hayo kwenye nchi? Sabuni za kuogea na kufulia hakuna. Sisi kule kwetu tulikuwa na mti unaitwa Mwarita, ndio ambao tulikuwa twafulia mashati yetu ya shule na kaptula zetu. Ili shati lako lifuliwe na kaptula yako ifuliwe, uende porini ukatafute arita, yale maganda yake ndio ufanye fanye, yatuepopu ndio ufue. Tushawahi kufikia kwenye nchi hii wakati huu nyii vijana elfu mbili dawa ya mswaki hakuna, na ukishikwa nayo wewe ni mhujumu uchumi. Dawa za mswaki. Sisi tumeenda shule pekupeku peku, bila malapa na shule ziko mbali, na waenda na jua kali. Ikaja wazo la watu kuvaa makatapila yale, haya magurudumu ma ma ma ya gari haya, ndio ikawa ni matairi ma ma yanachongwa yanakuwa malapa, ndiyo tunaovaa twende ya shule, na mtu pia kule shule wayashika ili usiibiwe, maana ukibiwa upati. Tuliishi hivyo. Niambie, ni awamu gani? Ya Ali Hassan Mwinyi haikuwa hivyo, ya Mkapa haikuwa hivyo, ya Kikwete haikuwa hivyo, ya Magufuli haikuwa hivyo, ya Samia haikuwa hivyo, lakini tuliishi na mshikamano wetu na amani yetu, kwa sababu tulijua hiki ni kipindi kitapita, huenda Allah akatuletea mtawala mwingine ambaye atakuwa na maono mazuri ya kujaokoa watu kwenye lindi la umaskini hili. Na kweli tulivumilia miaka ishirini na nne ya utawala wa Nyerere, ndiyo kipindi naweza kusema kwa Tanzania kigumu kuliko chochote bali, mashirika ya kimataifa yote yalifumbia macho Tanzania. Tanzania ilikuwa na Nyerere, Nyerere na Tanzania mtakula kile ambacho mnalima, basi hakuna kinachotoka nje, lakini hatukufanya vurugu hizi leo tunazozifanya, kwamba twataka haki zetu. Ni kweli, tuweza kawa twataka haki zetu, mbona haki tuwavunja haki za wengine? Wewe leo wataka haki yako, lakini wendachoma gari ya mtu mwingine yule, sio haki yake kununua gari. Wewe wadai haki yako, lakini wendachoma sheli ya mtu mwingine, yeye hana haki ya kumiliki sheli. Haki yako isivunje haki ya mwingine.